Habari zenu rafiki zangu, ni muda mrefu hatujazungumza. Sijapa ujumbe wangu, na kama mnavyojua mimi nazungumza mambo yetu yale yale kama vijana, maisha ya kufanikiwa, maisha ya ndoa, maisha ya ya e, kujitambua sisi ni nani. Sasa nakuja tena kwa swali letu lile la ndoa na, na mahusiano. Jamani, kwanza la lazima tutambue kwamba lengo la ndoa tangu hapo kale ilikuwa kuondoleana upweke, kumondolea mwanadamu upweke, kwa sababu Mungu alipomuumba Adamu akasema, si vema mtu huyu aishi pekee, nitamfanyia msaidizi. sasa neno msaidizi tafsiri yake ni mtu wa kumsaidia nyakati za changamoto, anapokuwa ana upweke, anapokuwa amenyongonyea, anapokuwa ana msongo wa mawazo upate. Ndio maana unakuta mtu natoka kwenye shughuli zako unarudi nyumbani haraka. Ukifika nyumbani, unamsimulia mwenzio namna gani ilivyokuwa siku yako, kazi ilivyokwenda na mambo kama hayo. Ile yote ni kutoa kama, ulikuwa na changamoto, ulikuwa na uchungu ama maumivu, unapozungumza inasaidia. Sasa unapotaka kuingia kwenye ndoa, maana yake utaratibu rasmi wa kuishi na mtu mke au mume, unatakiwa kutambua kwamba mnakutana na watu ambao mna changamoto na matatizo Ah, changamoto ni upungufu ambao mtu anao tangu kuumbwa kwake. Labda changamoto anakutana changamoto ya hasira. Hili ni hii ni changamoto ambayo unatakiwa uishi nayo, lakini tatizo ni kwamba uchafu vitu kama uchafu eh, eh, kutojali eh, Dharau, yani vitu ambavyo mwanadamu anaweza akajifunza. Ni changamoto, ni mtu amezaliwa na hasira, asira e, au labda na upungufu, labda, yani ni zile ambazo tunasema tangu kuumbwa kwake. Kwa hiyo tunatakiwa kujua ni kwamba ni muhimu sana kuishi kwa kutegemeana na kutambua changamoto ya mwenzio, upungufu wake e, na kutambua na wewe pia upungufu wako na kukubali kufanyia kazi, kwa sababu ndoa ni kazi. Asikudanganye mtu, utasema ah, ndoa ni nini? Ndiyo kweli, ndoa ni furaha, lakini iko kazi ya kufanya. Ili ufurahi, lazima kwanza wewe ujitengenezee furaha. Ukishakuwa na furaha wewe, itakuwa rahisi wewe kumtengenezea furaha mwenzio. Naomba niishie hapo kwa leo, na wakati mwingine tutaendelea kuzungumza juu ya haya mambo. Niwatakie usiku mwema na Mungu awabariki. Asante.